Jumbe mkutano mkuu taifa, mlezi wa jumuiya ya UVCCM wilaya ya Rorya, ndugu Nyita Wilfred Nyihita. Ndugu mgeni rasmi, kamati ya utekelezaji wilaya ya Rorya kwa niaba ya jumuiya ya UVCCM wanayo furaha kubwa sana kwako kukukubali wito wao wa kuja kuwa mgeni rasmi kwenye jogging siku hii ya leo. Ndugu mgeni rasmi, lengo la jogging hii ya leo ni kuwaweka vijana sawa na kutengeneza hamasa pamoja na vijana wa itifaki mabano Green Guard wa wilaya kama mkoa ilivyotoa maelekezo au maagizo kwa kila wilaya. Lakini tupende kusema kwamba Rorya itakuwa baba lao kwenye hamasa na, ku, na kuzidi wilaya zingine. Ndugu mgeni rasmi, sanjari na yote, siku ya leo tuna uchimbaji wa msingi wa nyumba ya mtumishi mabano katibu wa UVCCM wilaya ya Rorya. Nyumba hii, nyumba hii itakuwa Itakuwa inatakiwa kukamili, ilitakiwa kukamilika tangu mwaka 2023 223 na kuliza shukrani zetu za dhati kwako. Imeandaliwa na kamati ya utekelezaji wilaya ya Rorya na kusomwa kwako na Emmanuel Paulo Njiro, katibu wa hamasa na chipukizi wilaya ya Rorya. Naomba kuwasilisha kuwapongezeni sana kwa hamasa. Na unapoona jambo linakuwa gumu, ujue jambo hilo lina mafanikio makubwa mafani. Usipende kufanya jambo ukataka uepuke ugumu sana, kama ukitaka uepuke ugumu sana, maana yake mafanikio yake yanaweza kawa lakini unapopata changamoto kwenye kile unachokifanya hapo ndipo mafanikio yanapokuwa rahisi. Rafiki yangu hapa atanisaidia huyu, nani? Sosi. Sosi, Sosi wakati anaenda chuo ilifika mahala akakata tamaa kabisa kabisa, akachoka akaona hawezi kutokana na mahitaji aliyokuwa nayo, na alikuwa anawaza ni kwa namna gani aweze kukamilisha hayo mahitaji, lakini mpaka leo tunazungumza, yuko mwaka wa pili na anaendelea. Angekuwa mtu wa kukata tamaa, asingeendelea, angebaki aseme nimeshindwa. Hii inatufundisha kwamba penye ugumu pana mafanikio. Wakati mwingine, mnajua nafasi mlizozipata bado kuna wengine kwa namna moja au nyingine, wanakuwa wanawabeza, wanawekea vizingiti ili muonekane hamwezi. Lakini usimchukie huyu anayekuwekea kikwazo, huyu anayekuwekea kikwazo anaitengeneza njia yako kuwa salama. Kwa hiyo hakikisheni pale mnapokuwa mnayapitia magumu, iwe kwenye uongozi au iwe kwenye shughuli zenu Msikate tamaa, aminini kwamba hiyo ndiyo sehemu sahihi inayoweza kukufanya wewe ukafikia malengo yako. <laughs> Utimamu wa akili haupimwi kwa mema tu, utimamu wa akili unapimwa pale ambapo unakumbana na changamoto mbalimbali kwenye maisha yako. Hapo ndipo tunaweza kutambua tuna kiongozi au hatuna kiongozi, katika kuzitatua zile changamoto. Kwa hiyo niwatie shime kwamba msiogope, msonge mbele. Jambo hili ambalo liko hapa si jambo la siri makanaki, ni jambo letu sote sisi vijana. Na mimi nimesimama mbele yenu moja kama mlezi wenu, lakini pili kama mdau ndani ya jumuiya hii na ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo katika kushirikiana mimi pamoja na nyinyi tunaweza tukafanya jambo kubwa lenye matokeo makubwa, lakini endapo tutaonyesha kutengana na kugawanyika, hatuwezi kuyafikia hayo mafanikio. Kwa hiyo niwaombe, linapokuwa limetokea jambo la vijana, tuhakikishe wote kwa pamoja tunashirikiana kwa dhati ili kuweza kuleta matokeo chanya kwenye jambo hilo tulilolianzisha. Leo yuko hapa Siri Makanak kama katibu wa UVCCM wilaya ya Rorya, anapambana hili lifanikiwe, lakini inawezekana kesho asiwepo hapa, akawa wilaya nyingine. Akiwaza hivyo, inawezekana akasema hapana, naomba nisifanyeje, nisihangaike na hili. Lakini anahamasisha, anajitahidi kutafuta wadau ambao wanaweza kusaidia hili jengo la katibu liweze kukamilika ambalo na nyinyi mtakuwa mmeweka alama kwamba tukiwa chini ya uongozi wa ndugu yetu Makanaki na katibu wa Chama cha Mapinduzi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ndugu yetu Ongujo tuliweza kupambana na tukafanya jambo kubwa linaloonekana sasa. Kama kiongozi, hakikisha kwenye uongozi wako unaacha alama ambayo itakumbukwa na wengine na wengine watakuja kujifunza kwenye alama hiyo uliyoiacha, Ndugu zangu, kwa sababu leo mliniita tushiriki mazoezi pamoja, lakini ikiwa ni sambamba na kuweza kuzindua ujenzi uh, uchimbaji wa msingi wa jengo hili ambalo naamini hivi karibuni tu, kwa maelezo ambayo nimepata kutoka kwa ndugu yetu Makanaki, ameniambia yeye mwenyewe kwamba mara baada ya msingi jengo hili halitachukua muda mpaka mwezi wa sita litakuwa limekamilika. Kwa hiyo tunakupongeza sana kwa imani kubwa na ujasiri mkubwa uliouonyesha na kutuhakikisha kwamba jengo hili linaenda kufanikiwa kwa wakati. Ili jengo mnaloliona la UWT, nafikiri mtu wa kwanza kuleta mawe na mchanga ni mimi, ni wewe, ni kweli. Kwa hiyo nimerudi tena kwenye viwanja hivi hivi leo tunaanza. <coughs> Hii ni nyota tayari imeshaonekana maana yake inatuashiria tunaenda kufanikiwa juu ya jambo hili. Kwa kuwa mimi ni mlezi wa vijana ndani ya wilaya ya Rorya, na kwa kuwa mimi ni mdau wa maendeleo ndani ya Chama cha Mapinduzi na ndani ya jumuiya yetu, niseme yafuatayo: Moja, Niwapongeze katibu na timu yako kwa namna ambavyo umeweza kuelezea kwamba jambo hili nalipenda na nahitaji lifanikiwe, na kuwasihi wadau wengine wajitokeze ili tuweze kukamilisha jambo hili. Naomba moja ni waunge trip ya mchanga ile mliosema moja, lakini niwape mifuko ya simenti mitano mlioizungumza, lakini pia niwape tripu tatu za mawe za kuanzia.